The time is coming ambayo watu hawatakutambulisha tena na kukuelezea kwa sababu ya shida na mateso na dhiki na mapito unayoyapitia. Ulikuwa ukipita wanasema hey, yule mwenye madeni huyu. Ulikuwa ukipita wanasema yule ambaye ha, anachumbiwa na achwa huyu anapita. The day is coming ambayo hawatakutambulisha tena, hawatakuelezea tena kwa sababu ya shida na dhiki na mateso unayoyapitia, ila watakuelezea na wat watakutambulisha kwa ushuhuda mkubwa ambao Bwana ameufanya kwenye maisha yako. Watakutambulisha kwa matendo makuu ambayo Bwana ameyafanya kwenye maisha yako. Walikuwa wanasema yule ambaye hana kazi anapita. Leo watasema yule ambaye Bwana amemsaidia, ambaye biashara yake ilikuwa inakufa, lakini leo imeinuka, anaenda China, anaenda Dubai, anaenda South Africa, ni huyo anapita. Maidia Bwana huwa ananyanyua watu kutoka mavi mavumbini na kuwaketisha pamoja na wakuu. Bwana huwa anainua watu from the glass to glass. The time is coming, ambayo Bwana anakutoa mavumbini anakuinua na anakuketisha pamoja na wakuu kwa jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo hata utambulisho wako utabadilika, pokea kwa jina la Yesu.